kwa niaba ya vyombo vyote vya ulinzi na usalama ingawa pengine isingependeza sana katika siku ya leo lakini niseme tu kwamba tunakupongeza kwa dhati tuna kabisa kwa kuapisha kwako kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na amiri jeshi mkuu kwa mujibu wa katiba Tunashukuru Baraza la Kiswahili limerekebisha kwamba utaendelea kuitwa amiri jeshi mkuu na sio amirati kama ilivyo kuwa inapendekezwa. Vyombo vya ulinzi na usalama vinapenda kukuhakikishia kuwa ulinzi wa nchi na mipaka yake ni salama na kwamba vitaendelea kumlinda kulinda wewe kama raisi kukutii kama milijeshi mkuu na kutekeleza majukumu yake kama ilivyoainishwa katika katiba. Aidha, vyombo vya ulinzi na usalama vinakuhakikishia utiifu, uadilifu na uaminifu mkubwa kwako Mheshimiwa Rais na milijeshi mkuu kama ilivyo mila na desturi kwa majeshi yetu katika awamu zote zilizopita za uongozi wa nchi yetu, kwa manufaa ya ulinzi usalama na ujenzi wa taifa letu. Tunakutakia afya njema wewe na familia yako yote. Mola akuongoze katika kutekeleza majukumu yako mapya kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa Rais, hali ilivyo sasa nchini ni tulivu na mipaka yote iko salama. Naomba nimalizie kwa kusema, tumwombee Mheshimiwa Magufuli. Mwenyezi Mungu ampokee na akawe mwombezi wetu na nina imani atakuwa mwombezi wetu, na meshapokelewa raha ya milele. Umpe ee Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni sana.